Qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn watajaluna lahu andada dhalika rabbu al-alamin. Sema hivyo, nyinyi mnamkataa aliyeumba ardhi katika siku mbili, na mnamfanyia washirika? Huyu ndiye mola mlezi wa, wa walimwengu wote.

na tukaipamba mbingu ya chini kwa mataa na kwa ulinzi. Hichi ndicho kipimo cha Allah mwenye kujua. fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud basi, wakipuuza wewe, sema na kutahadharisheni adhabu mfano wa adhabu ya 'ad na Thamudi.

simwabudu illa Allah wakasema angalitaka mola wetu mlezi, bila shaka angelioteremsha malaika. Basi sisi hakika tunayakataa hayo mliyotumwa. Amma aadu fastakbaru fil ardi bighayri alhaqq wa qalu man ashad minna quwwa amakina aadi. Walijivuna katika nchi bila ya haki, na wakasema nani aliyekuwa na nguvu kushinda sisi Awlam yrau an allah aldhi khalqhm huwa ashadu mnhm quwa wkanu biayatina yjhadun, kwani wao hawakuona kwamba Allah aliyewaumba ni mwenye nguvu kushinda wao, na wao wakawa wanazikataa ishara zetu.

Lakini walipenda upofu kuliko uongofu, basi uliwachukua moto wa adhabu ya kwa ferehi, kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyachuma. Na tuliwaokoa walioamini na wakawa wanamcha Mungu na siku watakapokusanywa maadui wa Allah kwenye moto, nao wakigawanywa kwa makundi. hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hata watakapofikia moto, yatawashuhudia masikio yao na macho yao na ngozi zao waliokuwa wakiyatenda

Na wao wataziambia ngozi zao kwa nini mmetushuhudilia? Nazo zitasema ametutamkisha Allah ambaye ametamkisha kila kitu, na yeye ndiye aliyekuumbeni mara ya kwanza na kwake yeye tu mtarejeshwa. Wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin zannatum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, nahamkuwa wenye kujificha hata masikio yenu na macho yenu na ngozi zenu zilikushuhudilieni, lakini mlidhani kwamba Allah hayajui mengi katika mliokuwa mkiyatenda. Wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al khasirin, Basi hiyo dhana yenu mliokuwa mkidhania ya mola wenu mlezi imekuangamizeni na mmekuwa miongoni mwa waliopata hasara. Fa in yasbiru fa an-nar mathwa lahum wa in yastatibu fama hum min almu'tabin, basi wakisubiri moto ndio maskani yao, na wakiomba radhi hawakubaliwi.